Welcome guys. Uh, kwenye somo hili I'll walk you through tutaelekezana namna gani unaweza kuandaa syrup ya ya garlic ama kitunguu saumu. Uh, kitunguu saumu ni moja kati ya tiba nzuri sana za asili hasa kwa wale watu wenye matatizo ya mzunguko wa damu. Ninapozungumzia matatizo ya mzunguko wa damu, sio lazima presha yako iwe juu yu sana ndio tukuweke kwamba una matatizo ya mzunguko wa damu ama Pesha yako labda uwe unatumia dawa no. Uh, sasa hivi watu wanatumia sana sukari, vyakula tunavyotumia vitoka kwenye riski sana na tuna matatizo katika mzunguko kutu wa damu bila kujua, kwa sababu ukiona presha yako inaanza kuleta shida, vipimo vya presha vinakuwa havieleweki, basi ujue umeshafikia hatua mbaya sana ya kutumia dawa, lakini mwanzoni Presha ama matatizo ya mzunguko ya damu huwa yanakuja bila dalili zozote, au unajiona uko sawa tu, lakini dalili ambazo tunazichukulia poa, hatuzipi uzito sana. Mfano kwa wanaume, uh, upungufu wa nguvu za kiume inaweza ikawa ni changamoto ama ni dalili moja kubwa sana ya yeah, changamoto ya mzunguko wa damu. Kwa hivyo unahitaji kutumia kitunguu saumu kwa sababu ni one of the best natural cardiovascular friendly herbs yani, mfumo wako wa mzunguko wa damu rafiki yake mkubwa wa asili ni kitunguu saumu. So kwenye hili somo nitakuelekeza namna gani unaweza ukaandaa kitunguu saumu kutumia kila siku na kikakusaidia na huyu jamaa ambaye anakuja bila taarifa, hasa katika zile hatua zake za awali. Na kama wewe ni mwanaume unahisi changamoto za upungufu wa nguvu za kiume basi unahitaji sana, kwa sababu upungufu wa kiume mojawapo ni changa. Moja wapo ya sababu ni shida uh, katika mfumo wa mzunguko wa damu. Lakini pia kwa wanawake, kama unakosa ile ham ya sex, maana ile flow ya damu katika kisimi na maeneo ya mfumo wa uke inakuwa haipo. Okay, kwa hiyo unahitaji sana uh, mzunguko wa damu kuimarika. So, hii sila pia inakufaa sana so, twende kwenye somo letu. Silabu yetu itahitaji vitu vikubwa viwili. <coughs> Kitu cha kwanza ni uh, kitunguu saumu unaweza ukatengeneza punje let's say ishirini. Tuchukue punje ishirini za kitunguu saumu. Tunakiponda kweli kweli, yani kinakuwa uji uji uji uji. Alafu tunakiacha kwa dakika kumi na tano hadi ishirini. Baada ya hapo tutachukua maji safi na salama. Maji safi na salama Uh, miezi mia mbili hamsini ama glasi moja, then tutachukua kitungu chetu ambacho tumekiacha kwa dakika hizo ishirini, tutachanganya na yale maji, alafu tutaweka kwenye moto mdogo sana, yaani moto ambao unaweza kuweka kidole ukawa unakologa na kidole chako kimo kwenye huo moto, unakologa mdogo mdogo kwa dakika kumi na tano. Baada ya hapo unaipua mchanganyiko wako, utauweka kwenye chombo, alafu utafunika juu na ki, ki, ki, kitambaa safi mvuke usitoke, alafu acha ipoe ikiwa imefunikwa. Itachukua muda mrefu, naweza kachukua hata saa, lakini ukifunika ukiacha ule mchanganyiko wa upoe wakati umeufunika, unatengeneza kemikali nyingi sana ambazo zitakusaidia zaidi kuliko ukiharakisha kwa kukoroga. So acha upoe wenyewe ukiwa we umefunikwa na mvuke wake utapata sulfide nyingi sana, utapata alesin ya kutosha, lakini pia utapata kuna vitamini vitamin nyingi pia zita zitakuwa preserved pale, sasa zile water soluble kama vitamini C, kwa sababu vitamin C ni water soluble. Kwa hiyo unavyokoroga ule mvuke unavyopotea ndivyo na yenyewe inaenda ina, inapotea. So tayari tuna tumeshachemsha mchanganyiko wetu wa maji na karafuu, no sorry, maji na kitunguu saumu. So, what next ni kuchukua asali yako. Sasa kwenye kiwango cha asali kitategemea na wewe hali yako ya afya. Kama tayari una matatizo ya mzunguko wa damu na unajua na vipimo vyako vinaonesha ama tayari uko kwenye dawa, unatakiwa kutumia asali kidogo sana kwa sababu asali nayo ina sukari ndani yake ambayo inaweza ikaongeza ika riski ya vitu fulani fulani. Kwa sababu kisha kuwa na high blood pressure, sukari inakuwa ni sumu kwako. Hasa kiwango, zingatia kiwango. So utachukua robo kikombe ama robo glass. Kama una tayari una high blood pressure utachukua robo glass, lakini kama hauna pressure ama hauna kisukari basi uh, unaweza ukaweka nusu ya glass ama robo tatu ya glasi ya, uh, ya ya asali kwa ujumla. Kwa hivyo utachukua hiyo, nadhani umenielewa kwenye kundi huko, kundi gani, kulingana na kundi lako, basi chukua idadi ya asali ama kiasi cha asali kulingana na kundi lako. Kama uko kwenye watu wenye kisukari na high blood pressure, robo grass. Kama hauko kwenye hayo makundi, bado hujaanza kutumia dawa na vipimo vyako bado havi fluctuate havibadiliki ovyo ovyo, bas weka robo tatu ya grass. Baada ya hapo, chukua hiyo asali yako, weka kwenye chombo safi na salama alafu chukua mchanganyiko wako ule ambao tayari umeshapoa utaufunua, utachukua kitambaa chako safi, utaweka juu ya chombo ambacho kina asali zeni, unaanza kumwagia pale, unachuja. Hakikisha uliponda vilivyo Uh, kitunguu saumu chako kikalainika sana na ukakiacha kwa muda mrefu, utachuja pale, na unapochuja utakuwa unakamua unakamua unakamua, kama utatumia mikono kwa mwenye, kama, kwa sababu unatumia mwenyewe, lakini kama mnatumia wengi, ni vizuri kuzingatia hygiene usafi, kwa kutumia labda kijiko kukoroga koroga pale juu kwenye ile chujio, na inabidi usitumie chujio la chai, tumia kitambaa. Yani unapo strain tumia kitambaa. Vipenye vitu ambavyo ni sahihi zaidi, ingawa uh, zile ile amba, ile ambayo ile ile kitunguu saumu ambacho hakijapondeka zaidi, sio sumu, unaweza ukakichanganya pia na ukatumia. Lakini kuna mwingine ile texture yake ya kitunguu saumu hawezi kuihandle kwa hivyo, ndio maana tunashauri uchuje. Lakini kama wewe you don't care about ile taste yake, kama ni kutafuna ama whatever, unaweza ukachukua kama ilivyo, ukamwagia kwenye hiyo asali yako, ukaanza kukoroga taratibu. Koroga taratibu mpaka ule mchanganyiko uwe, utengeneze ile rojo yani, consistency rojo, ambayo ni consistency nzuri. Aa, kusiwe na eneo ambapo aa, kuna distribution ambayo haiko sawa. Kwa hiyo koroga vizuri, na ili kuhakikisha kwamba una mchanganyiko wako umekaa sawa, unaweza ukaweka jikoni tena kwa joto lile lile ambalo ukitia kidole haumi, haungui Kota kwa utakoroga kwa dakika mbili au tatu kuruhusu mchanganyiko uchanganyike under influence ya lile joto. Baada ya hapo utatoa kwenye jiko lako theni uta, utahifadhi tayari kwa matumizi. Utasubiri ipoe, then utahifadhi kwenye friji inaweza ikakaa wiki moja, sometimes hadi wiki mbili inategemea na uhifadhi wako. Lakini wiki moja ni standard na utatumia glass mo, uh, well, utatumia kijiko kimoja hadi viwili kila siku. Kijiko kimoja hadi viwili kila siku. Nomato una matatizo gani? Hiyo dozi inatosha kabisa kwa, uh, kwa, kwa kama una hizo changamoto. Sasa tunajua kitunguu saumu kinaweza kusaidia kutibu changamoto nyingi sana, lakini kuna matatizo ya mzunguko wa damu kwa maana ya high blood pressure, lakini pia kama una low blood pressure. Kuna presha ya kupanda na ya kushuka. Kama una presha ya kushuka, usitumie kitunguu saumu kwa sababu kitunguu saumu kinashusha presha. Kwa hiyo tumia, kama una high blood pressure tumia, kama una mafuta mengi mwilini, umeambiwa una mafuta mengi mwilini, kwa sababu ni blood thinner nzuri sana. Lakini pia unaweza ukatumia kama una changamoto za uh, moyo. Kama una shida za moyo, ile circulation ya kwenye moyo ina changamoto, unaweza ukatumia karafuu, kwa sababu inafungua ile mishipa ya damu na inasaidia kuzalishwa kwa nitric oxide, moja kati ya kemikali muhimu sana, hasa kwenye afya ya uzazi kwa ujumla, kwa mwanaume sana sana kwa hivyo kama kiumu, kwa una changamoto za upungufu wa nguvu ya kiume unaweza kuwa unatumia pia hii i preparation, lakini pia kwa matatizo ya anti uh, infection bacterial infection ya fungal infection unaweza kuwa unatumia hii pia. Uh, kwa vile vidonda vya nje unaweza ukatumia pia kwa kupaka ni nzuri, lakini antioxidant ni nzuri sana katika mwili wako, ni kiondoa wa sumu kizuri, kinaimarisha kinga ya mwili lakini pia kinaimarisha afya mfumo wa chakula na faida nyingine nyingi sana. Nadhani tuna video nyingi sana ambazo zinaelezea faida za kitunguu saumu. Unaweza ukachagua mojawapo uh, ukaisikiliza vizuri ili uka, uh, pia ukafahamu na ukawa na uelewa ni namna gani na ni mazingira gani ama ni wapi unatakiwa kutumia huu mchanganyiko wetu wa hii syrup ya kitunguu saumu na asali. So kama una swali lolote, acha kwenye comment, lakini kama una any concern unaweza ukani check kwa namba